Hii si sinema, hii si video za muziki, bali hii ni historia inayoandikwa moja kwa moja kutoka mitaa tofauti nchini Kenya. Maandamano ya Gen Z yamevuma tena, lakini sasa mambo yamechukua mkondo tofauti kabisa, maana waandishi maarufu kama Larry Madowo wameonekana barabarani. Vijana hao wa Gen Z walimkaribisha kama superstar kwenye maandamano hayo, lakini swali ni je, huu ni mwanzo wa mapinduzi ya kijamii kupitia mastaa na waandishi tajika? Manake tunaishi nyakati za ajabu sana. Mitandao ya kijamii imejaa video na picha za maandamano yanayoendelea kote nchini Kenya, hususan Nairobi CBD. Maelfu ya vijana, wengi wao wakiwa majenzi, wameingia barabarani, wakiimba, wakilia, wengine wakicheza, lakini ujumbe wao ni mmoja, wanataka mabadiliko. Kile kilichowafurahisha wengi ni ujio wa mwandishi mashuhuri wa CNN Larry Madowo, ambaye alionekana mitaani akiungana na maandamano haya. Kamera zilimnasa akiwa amevalia mavazi rasmi yake ya kazi na wasaidizi kadhaa kutoka mwavuli wa CNN, lakini mapokezi aliyopata kutoka kwa Gen Z yamesababisha gumzo mitandaoni. Finally,

Si Olari pekee, wengine waliounga maandamano haya ni mastaa mbalimbali wa Kenya wakiwemo wanamuziki, influencers na hata baadhi ya viongozi wa changa. Mastaa hawa wamekuwa wakitumia majukwaa yao ya Instagram, TikTok na X kuonyesha mshikamano wao na Gen Z. Je, yeah, huu ndio wakati ambapo celebrities community inaunganisha nguvu ya wananchi. Lakini pamoja na hayo yote, wapo wanaohoji, je, yeah, waandishi wa habari kama Larry Madowo wanavunja misingi ya kutokuwa na upande na je, yeah, hili ni jambo la kupongezwa au linaweza kuathiri kazi zao? Wengine pia wanauliza, je, yeah, mastaa wanaunga maandamano kwa dhati au ni kwa kiki tu ya kutrendi mitandaoni? Ni wazi kuwa maandamano haya yamezidi kuwa movement ya kizazi kipya. Tunachoshuhudia Kenya sasa hivi ni zaidi ya siasa bali ni mabadiliko ya utamaduni, nguvu ya sauti ya vijana, na sasa mastaa na waandishi mashuhuri pia wanashiriki. Lakini je, hii nguvu ya Gen Z itafanikisha mabadiliko ya kweli? Niachie kwenye comment section. E bwana, mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Ebwana, tukutane kwenye video ijayo.